Kwamba tulikuwa tumemisi miwa, kama ulivyomwona Mtibwa Sukari misimu kama miwili huko, tulikuwa wanaye kwenye ligi kuu. Miwa yake kawa mitindi kwa kule nyumbani Ilinga, tunahitaja mitindi kwa ile miwa. Ni vichanga vikafa, sijajua sasa kama iliungua. Najua kama iliungua na, na, na miwa nayo ikiwa michanga michanga, maji yakizidi inakufa. Sasa Mtibwa kawa ameninyima raha mimi, rais wa Tanzania kula miwa sasa msimu wa 2025 26 karudi tena. Sasa nikasema naam niletee miwa. Na mimi mwenyewe nikaingia kwenye shamba lake namiwa tu yeye. yeah, yeah, nimemkaribisha kwa sababu namkaribisha kwenye ligi, kwa sababu ligi kuu hii, kama kabla kama hujacheza na bingwa wa nchi wewe, kwenye ligi kuu bado hujaanza. Kwa hiyo sasa tumwambie kutamba tambe pande hizo, pande zetu, akija tunavunja. Tumiwa sasa hapa, bwana, kwanza nimshukuru kijana alokimbia gerezani, amekujwa sasa kwa raia. Mohamed Salah nahisi magoriana no amekimia kwa mtoto wa Mudi, kwa sababu... Lakini, unaona kaja huko. Kule kwa walikuwa wanajitwisha, walikuwa wanamtwisha kikapu kile cha cha mabegi kile. Lakini kibegi chenyewe anasema cha cha cha, vikombe. Lakini ukiona kuangalia mnaona kikombe, lakini unaona kaja huko ligi kuu kabeba, kaja huko ngao kabeba. Leo maana za mechi, unaona mgoli wa winome, sio wana sijui. Alafu kija kwa kijana wangu, yeye mnamuita sijui akua, sio akua, anaitwa Chavichambe. Au, yolae, hae, na na nidudu washa wote, na nidudu washa. Angalia ule mgoli ule, goli kipa mwenyewe anakuambia, alikuwa anaona ujiwa hapa, nimemsikiliza kwa macho yangu, kwa masikio yangu. Anakuambia ule mgoli wa washa washa, ningeudaka ningewashwa mwili mzima, maana umekuja kama upupu. Unakuambia wewe, wewe utaniua wewe, yakuwa, eh, mwite upupu. Kwanza magoli ya leo mnajua yanaitwaje? Kwanza yanaitwa korokobatiki, magoli yote yanaitwa korokobatiki. Unajua maana yanaitwa korokobatiki? Wewe, korokobatiki, ukitaka kujua maana

msimamo wa ligi nishaubeba na hapa sishuki mpaka anaenda kubeba ndoo ya ligi kuu Tanzania bara. Nimekuambia huyu baba. Huyu baba kama unavyoona ametuvusha kule kwenye mechi ile kwa mihemko ile ile ya, wanasema nini, ya ligi mabingwa kule. Kuingia watu wa makonde, mechi ukitazama kwa jicho la hivi hivi kwa, lakini ile mechi ilikuwa ni ngumu, lakini baba katuvusha ile mechi. Wazungu wanapenda kuita the hard way, njia ngumu, lakini wanaume tumetusua, tumepisha. Sasa baba huyu kwa viatu vyake alivyokuwa navyo, huyu baba nasikia alishawahi kuifundisha Manchester, Arsenal, Barcelona, huyu. Kwa sasa kaja kwa tusisi na viatu kama vyote. Unajua leo wanamuita manager, manager anapatikana baa. Sasa tunakocha wetu ambao na viatu vyake mjini, tumeona pila lo piga juzi pila uanga sule, leo amepiga pila uinome pila uianga sule. Sasa baba huyu nikimwangalia kwenye hatua makunde, baba makuwa, makundi na tekenya l, sijui lobo fana na tekenya, ila sehemu moja tu, na kuna sehemu nataka nitoe onyo, waandishi wangu abi kwa watoto wamudi, naanza mfunga madishi dube. Jamani, dube wamemnoga. Ah jamani, naumia mina minaumia. Hey, ndugu zanguni yeah. ukiangalia ile mechi aliocheza juzi, zile ya nani wale wale wa Malawi wale, kapiga pira winome kakosa magoli karibu nane. Kule leo hii unaambiwa kapiga pira uyangasule kakosa magoli karibu saba kwa ha mtoto wa mudi na yule shoga yake mtoto nani ule mfunga madishi ule wa mwachie Dube jamani, kwani kawakosea nini jamani? Ah, Dube sasa hivi yupo huku tunatamba naye. Wewe una watoto wa mudi kwani nani? Ah, wakati Dube yupo kwa wafunga madishi, Azam FC walikuwa wanamtaka sana Dube sio unaelewana Dube akamwambia mimi nataka niende kwenye timu kubwa, nataka nionekane kimataifa. Kwao akaja huku ameforce, wanasema amelazimisha wale wafunga madishi na mtoto mmoja wakaumia. Dube kuja huko, mwisho wa siku wamemtupia Ukinyemba, ndio yule pale. Niwaambie, niwambie wana Yanga wote, jamani, tushirikiane kumwombea Dube jamani, bonge la striker jamani, anakosa na natakiwa rudi tena unajua kwenda mara moja, unajua hata hospitalini kule kuna dawa inaitwa Ezekiwa. Sasa ukinywa kidonge kimoja uwezi kupona. Sasa yule alikwenda amekunywa kidonge kimoja nitakuwa ende kwa mara nyingine. Kwa hiyo maombi mara moja sio maombi, na ndio maana unaambia kuna sala. Sasa natakiwa rudi tena kule alikokwenda mara ya kwanza kule. Na mimi nilikuwa naongea juzi juzi hapa na mchungaji ananiambia, Dube huyo sio bure, Dube karogwa, bonge la streka. Kwa hiyo mimi naombea wachungaji wote ambao ni mashabiki wa Yanga, sitaki mtoto amudi Mashabiki wa Yanga, naomba jamani, Dube aombewe tena, kama kuna kuna hata wale ambao, hata mimi mwenyewe ninataka ligi itakapokwenda kusimama katikati hapa, naweza nikamchukua Dube nimpeleke kwetu Ilinga kule liko Ilinga kule ku, nataka nimpeleke Ilinga ulikoungua shoko kabaki mpini kule kule. Najua kuna babu zangu atamtibu Dube, we angalia, atamtibu Dube angalia angalia, mpaka mzizo ashamtia kunyemba watoto wa moja watoto Watoto wa mudi, angalia mpaka Dube. Nani yule? Ni mzize tala shamloga. Watoto wa mudi, watoto wa mudi! Jamani, washirikina waache ushirikina jamani, tucheze mpira. Ah, watoto wamode. Kwani mpira mtoto wa mode mpira akiacha akiacha ukinyemba unafikiria mpira? Mpira. Wao wana mpira aliocheza. Aliocheza kule na aliocheza juzi pale. Ule uliotumia kule cha kubanga cha kubanga mambo ukinyemba. Sasa mpira no, unaujua mimi watoto wa mode. Ule aliocheza juzi ule. Baba kapelekea mpira uinome unaomba ulimi huu mpaka unaburuza chini, ulimi ndala. Pien pian pian kijola kashona pale kwa Mkapa pale. Sasa nikasema hilo ndio mpira no, unaujua mimi bovu. Sasa yule mpira matatu tu ule weso beli. Lakini mimi pale pale, pale narudi. Wamwachie Dube, jamani mikiyo yangu Dube. Hey. Dube, Dube jamani, mwachie Dube yupo huku. Kwani mnaumia nini jamani? kama mlikuwa mna hela za usajili basi, kwamba jamani, wangesema kwa si hatuna hela usa, a usajili tunaomba Dube jamani abaki huku tukafunga madishi, lakini so, kumfanyia vitimanyongo kama vile tunaumia yeah. Dube sio kumfanyia vitimanyongo kama vile. wakati mimi naongea ungenisikiliza unge vizuri yeah. Nimekwambia Dube alikuwa mchezaji wa Azam akafunga madishi, kwa hiyo wale Azam bado alikuwa anamhitaji. Sasa dube akasema siwezi kucheza timu ndogo. Hata wazazi wake wenyewe walivyoenda kwao Mwagadugu wakawambia nenda katafuteni timu kubwa. Timu kubwa Tanzania, iko hapa, si Yanga? Sasa walivyokuja huku, kumbe wale shingo upande wa Azam FC na wafunga madishi wakawa wameumia. Sasa ile ku, e, sasa wale hawajalizika wameumia, ndio wamemtupia wame ukinyemba kwa hiyo alikuwa kule amekwenda mara ya kwanza kutibiwa. Naomba jamani afanyiwe maombi tena jamani. Dube bonge la mchezaji, na sisi kama mashabiki wa Yanga tutaendelea kuimba Dube Dube mpaka siku wa siku aje afunge, ila afunga madishi na wapa tena onyo, wamwache Dube afanye kazi. Wanaumia nini? Timu, timu lenye la Azamu lenye bovu bado, una, una, una, una unafanya mtoto wa watu anataabika, anapata magoli ya winome, anakosea eh? kisa mtoto wa Mudi na yule nani mfunga madishi na wapa onyo, wamuachie Dube mtoto watu afanye kazi, hata mzize wamuachia wa afanye kazi. Kwa hiyo ndiyo Dube wewe unauliza makofi polisi, yani hapa kumuonyesha kidole si mtu mwingine, ni Azamu wafunga madishi wakishirikana na mtoto wa Mudi we Dube wakukose migori yote winome kwenye mechi ya kimataifa. Magori amekosa magori mangapi kwenye magori? Karibu saba tena, magori yote winome. Leo hii magori manne yeye, tena unamwona anavopapa anapoperform kwanza, kwa sababu mchezaji, angalia kwanza, anapoperform anapojituma, unamwona kabisa huyu kweli ni mshindani, kuna kitu anakitafuta. Lakini kuna vitu fulani fulani hivi vina mkaba, wamemfunga matofali ya miguu, watoto wa mudi pamoja na Azam FC, wala wafunga madishi. Sasa wanachoumia nini? Timu ndogo ya Azam, dume kaamua kuondoka, kinachokuuma ni nini? Sasa mimi rais wa Tanzania nawapa angalizo na nawapa na onyo kwenye mechi tano zita mbili zitakazofuata dhidi ya wale mtibwa na nyingine watakuja, kuja, kuja kucheza na KMC kwanzia mechi, wasipofunga mimi naandamana mpaka kwa watoto amudi na wale wafunga madishi, wasipofunga mimi naandamana mpaka kwa watoto amudi na wale wafunga madishi, wamwachie dube. Kwa nini? lakini mtoto wa watu kwa nini? Kuna tu, eh? Msimu wa mwaka jana alianza yipo yipo. Sasa mimi dube namkumbusha kitu kimoja, arudi tena, kwa sababu hata Australia wanakuambia ile dawa uzungu anapenda kuita zekiwa, inatokao unywe mbili. Sasa yeye kanwa moja, ina maana akaenda kwenye maombi mara moja. Kwa hiyo inatakiwa benki la ufundi imrudishe tena kule kule, aenda kaombewe tena, hey, kwa kwasababu